Wajumbe wa mkutano mkuu maalumu wa CCM wakisoma vitabu vinavyoeleza ilani mpya ya uchaguzi ya chama hicho mwaka 2025-2030. Wakati Waziri wa Nchi, ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo alipokuwa akiwasilisha kwa wajumbe jijini Dodoma jana Ijumaa Mei 30, 2025. Mwenyekiti wa kamati ya ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM Profesa Kitila Mkumbo amesema ilani ya uchaguzi ya chama hicho ya mwaka 2025 2030 imebeba vipaumbele tisa ikiwemo kuboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii. Vipaumbele vingine ni kuchochea mapinduzi ya kisiasa fungamanishi, jumuishi na shindani, uliojengwa katika msingi wa kuongeza thamani ya rasilimali zinazozalishwa nchini na kuongeza fursa za ajira kwa vijana na kuongeza kipato kwa wananchi na kupunguza umaskini. Profesa Kitila amebainisha hayo jana Ijumaa Mei 30, 2025 wakati akiwasilisha muhtasari wa ilani hiyo katika mkutano mkuu maalum wa CCM unaoendelea jijini Dodoma. Mwenyekiti wa kamati ya uandishi wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM ambaye pia ni waziri wa mipango Profesa Kitila Mkumbo amewasilisha rasmi ilani ya uchaguzi mkuu ya mwaka 2025 30 mbele wajumbe wa mkutano mkuu maalumu wa CCM unaoendelea jijini Dodoma. Mwenyekiti huyo alitaja vipaumbele vingine kuwa ni kuendelea kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji, kukuza na kuimarisha matumizi ya sayansi na teknolojia, Kudumisha demokrasia na utawala bora, kuendelea kudumisha amani, utulivu na usalama na kudumisha utamaduni wa taifa, kukuza sanaa na michezo na kuongeza kasi ya maendeleo vijijini, amesema Profesa Kitila. Kuhusu kipaumbele cha kuongeza kasi ya maendeleo vijijini, Profesa Kitila alimueleza mwenyekiti wa CCM, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa hili ni eneo jipya. Katika miaka mitano ijayo, CCM ina nia ya dhati kuongeza kasi ya maendeleo vijijini, amesema. Wajumbe wa mkutano mkuu maalumu wa CCM wakisoma vitabu vinavyoeleza Ilani mpya ya uchaguzi ya chama hicho kwa mwaka 2025 2030 wakati Waziri wa Nchi, ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo alipokuwa akiwasilisha kwa wajumbe jijini Dodoma jana Ijumaa Mei 30, 2025. Profesa Kitila amewaambia wajumbe wa mkutano huo kuwa sehemu kubwa ya maoni ya ilani hiyo imetokana na maoni ya wana CCM, wananchi na wadau mbalimbali, makundi mbalimbali, wakulima, wafugaji pamoja na wasanii. Ilani imeakisi matamanio na matarajio ya wananchi, ni ilani ya Watanzania. Lengo la ilani ya CCM 2025-2030 ni kukuza uchumi jumuishi na kuimarisha ustawi wa wananchi wote, amesema Profesa Kitila ambaye ni mbunge wa Ubungo. kilimo Profesa Kitila amesema katika kipindi cha miaka mitano ijayo, lengo la CCM ni kukuza kilimo kutoka asilimia 4.6 hadi 10 ifikapo 2030, huku ikiainisha hatua 19 za utekelezaji lengo hilo. Miongoni mwa hatua hizo ni kuendelea kuimarisha upatikanaji wa mbegu bora na kwa bei nafuu kutoka ruzuku za pembejeo ili kupunguza gharama za uzalishaji kwa wakulima. Chama cha Mapinduzi, CCM, kupitia ilani yake ya uchaguzi ya mwaka 2025 2030 kimetangaza mpango wa kuzalisha ajira zenye tija zisizopungua milioni nane katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Ilikuwa ni mojawapo ya vipaumbele vya kukuza uchumi na kuinua kipato cha wananchi. Nyingine ni kuboresha na kuongeza miundo mbinu ya umwagiliaji itakayoongeza hekta za sasa kutoka laki tisa hadi milioni tano ifikapo elfu mbili na thelathini ili kupunguza utegemezi wa kilimo cha mvua, kuimarisha upatikanaji wa zana za kisasa za kilimo kwa wakulima, ikiwemo kusambaza matrekta laki moja kwa wakulima kuanzia mfuko wa dhamana kupitia mfuko wa pembejeo za kilimo, benki ya maendeleo ya kilimo na ushirika, ili kuwawezesha wakulima wengine. Katika suala la viwanda kuhakikisha sekta hiyo. Profesa Kitila amesema ilani ya CCM itahakikisha sekta inatunga na kutekeleza mikakati inayohakikisha sekta ya viwanda inakuwa kwa asilimia tisa kwa mwaka kutoka sasa. Makamu mwenyekiti wa CCM na Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi akisoma moja ya kitabu cha ilani mpya ya uchaguzi ya chama hicho ilipokuwa ikiwasilishwa kwa wajumbe wa mkutano mkuu maalum wa CCM jijini Dodoma jana Ijumaa Mei 30, 2025. Profesa hia Kitila amesema ilani imeainisha mikakati sita ya kukuza sekta ya viwanda ikiwemo, kutunga na kutekeleza sera na sheria itakayozuia usafirishaji nje bidhaa zitokanazo na rasilimali za asili na mazao ikiwemo korosho na kahawa pasipo kuongezewa thamani; kubuni na kutekeleza mkakati wa kuanzisha viwanda vya kimkakati ikiwemo viwanda vya uzalishaji madawa, chuma, mbolea na sukari, bidhaa za ngozi na mavazi kwa lengo la kujitosheleza kimahitaji; kuweka mazingira maalum na kuvutia ujenzi wa viwanda vidogo vijijini kwa lengo la kuongeza thamani ya awali katika sekta za kimkakati za kilimo, uvuvi, mifugo ili kuongeza fursa za ajira na kupunguza upotevu wa mazao, amesema Profesa Kitila Mkumbo. Na hii ni Erasmi TV.